Kwa sababu yeye ni tegemeo langu na pia msaada wangu wa karibu. Acha niangalie masaa yangu, Bwana ataniwezesha. Nashukuru Mungu ni kwa sababu ya siku ya leo kupata nafasi kuhudumu katika madhabahu mapya, sisi tunaita mapya kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninashukuru Mungu kwa sababu kweli ametenda, ametenda yale ambao hata mawazo yetu aingefikiria, so with God hata hizo vyote. Tunashukuru Mungu ni kwa sababu sinaenda kupatikana kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kila kitu kinaenda kupatikana. Mimi kitu moja ninajua, ninajua ya kwamba Mungu anajua kupigania kazi yake, hata sambarati wainuke wote anajua kusimama na kazi yake, na anajua kupigana na kazi yake. Kwa hivyo tunaenda kushiriki neno ile Mungu ameniwezesha katika siku ya leo tukashiriki katika pamoja ikatutie nguvu tukaweze kuendelea katika safari. Na wacha niombe. Baba, ninakushukuru. Ninakuinua, ninasema ni asante ni kwa sababu ya wakati huu nimesimama katika madhambau haya Bwana Mungu. Ninaomba neema yako ikanitoshe. Naomba nguvu na uwezo wako ukakuwa pamoja nami katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba yangu, ni kwa sababu Mungu wa Israeli umetumana. Bwana, ninaomba Mungu wa Israeli kile, ni ni ni kile unakusudia nikaweze kukinena adhuria leo katika jina la Yesu Kristo. Tusaidie yoyote kila mmoja Bwana. Ako chini ya ndali hili Bwana. Ninaomba akangawe sehemu ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na ni katika nimetaja jina la Yesu, kabla sijaanza kunena neno la Bwana. Na tunaenda kushiriki neno la Bwana katika kitabu cha Mwanzo ishirini na moja kuanzia mstari wa nne kuanzia mstari wa kumi na nne na nitasoma. Biblia inasema ya kwamba Mwanzo ishirini na moja mstari wa 14 kuanzia mstari wa 14 kuteremka. Biblia inasema ya kwamba Abrahamu akaamka asubuhi na mapema, akatoa mkate na kiriba cha maji akampa Anjiri, akamtweka mambegani pake na kijana akamruhusu, naye akatoka akapotea katika njangwa la Bereshaba. Yale maji yakaisha katika kiriba, akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja, akaenda akakaa akamkabidhi mbali naye kadili ya mutufo, mutufo wa, wa mshale, maana alisema simuoni kijana akifa. Naye akakaa akamukabidhi, akapasa sauti yake akalia. Mungu akasikia sauti ya kijana, malaika wa Mungu akamwita Anjiri kutoka mbinguni, akamwambia una nini Anjiri? Usiongope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko uliko. Ondoka ukamuinua kijana, akamushika mkono mkononi mwake, kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa. Mungu akamufumbua macho, naye akaona kizima cha maji, akaenda akakijaza kiriba cha maji akamunywesha kijana. Bwana Yesu asifiwe. hapo Mwanzo 21:14 kui Ibrahimu akamka asubuhi na mapema akatoa mkate na kiriba cha maji akampa Ajiri, akamtika begani pake, na kijana akamruhusu, naye akatoka akapotea katika jangwa la Biashiba. Yale maji akaisha katika kiriba, akamlaza kijana chini ya kijito kijiti kimoja, akaenda akakaa akimkabili mbali naye, kadiri ya mtupo wa mshari maana alisema nisimwone kijana akifa. Naye akakaa akakaa aka akimkabili, akapaza sauti yake akalia. Mungu akasikia sauti ya kijana, malaika wa Mungu akamwita Ajiri kutoka mbinguni akamwambia, una nini, Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Ondoko, ukamwinua kijana, ukamshike mkononi mwako, kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa. Haleluya! Neno la Bwana ndio hiyo, tunataka ninataka tukashiriki pamoja katika mchana wa leo. Kila mmoja ama mara nyingi umesikia, Ajiri alikuwa nani? Ajiri alikuwa mfanyikazi wa Sara. Sara naye alikuwa mke wa Abrahamu, na Biblia inatuambia kwamba pale, nimepupisha mistari tungesoma mistari mingi sana kwa hivyo nimevupisha mistari. Kwa hivyo ninakueleza ya kwamba ule aju ya ajiri alikuwa mfanyi kazi wa Abrahamu, na Biblia inatuambia ya kwamba Abrahamu akaamuka asubuhi na mapema, ni kwa sababu kuliweza kuingia mzozo katikati ya Sara na katikati ya ajiri, kwa hivyo wakati mzozo uliingia Sara akaamua ya kwamba ninafukuza huyu mfanyikazi, ninamfukuza huyu mfanyikazi akaweze kuniondokea na mtoto wake, na kwa sababu ule mtoto alikuwa wa Abrahamu. Ni kwa sababu mjakazi alikuwa amepeanwa kwa Abrahamu na Sara ili aweze kumpatia uzao, na wakati Sara alipata mwana ikakuwa haikubaliki tena ajili akaweze kukaa mahali pale. kwa hivyo Abrahamu Biblia inasema ya kwamba akaamka mapema sana, ni kwa sababu katika nyumba yake ule mzozo ulikuwa umezidi. Na Biblia inasema ya kwamba akaamka mapema sana, akautoa mkate na akampa Ajili na kiriba cha maji, na Biblia inasema ya kwamba akampatia Ajili ule mkate na akampatia yale maji, na akawaruhusu waweze kuondoka na kijana na mimi ni wakati nilikuwa nasoma hii Biblia nilikuwa naona ya kwamba Biblia inasema ya kwamba waliondoka wapotee katika jangwa ya Belishaba. Kwa hivyo Ajili yeye alitoka tu katika ile kutoka, alikuwa anaelekea tuseme ya kwamba alikuwa anaelekea pale, ajui, ni kwa sababu unaweza shangaa, alikuwa anaenda jangwani akafanye nini? Lakini ni kwa sababu hali haya, maneno ilikuwa imezidi pale, angeweza kuyavumilia tena, na hakuwa na nafasi kusidi kukaa katika ile familia tena, na ndio Biblia inasema ya kwamba, kwa hivyo akapewa ruhusa akaondoka. Na Biblia inasema ya kwamba yale maji yakaisha, ni kwa sababu walikuwa pale njangwani wakitembea na kijana wakiele elekea, kwa hivyo yale maji ambao alikuwa ame, amewekewa ikaweza kuisha. Na Biblia inasema ya kwamba wakati maji iliisha Ati alienda akamlaza kijana mahali naye akakaa mbali. Biblia inasema ya kwamba mtuvo wa mshale. Yaani ni mahali tu unaweza kuona. Kwa hivyo akamlaza kijana na Biblia inasema ya kwamba hakutaka kuona kijana akikufa. Kwa hivyo yeye akamweka kijana ni kwa sababu moyo wake uliweza kufika na ukakosa tumaini. Akasema ya kwamba hata sitaki kuona huyo mtoto akiangamia. Hata sitaki kuona huyo mtoto wangu kifa. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu mtoto alizidi na kusema ya kwamba hakika anahitaji maji, lakini hakuna maji ingeweza kupatikana mahali pale. Na ndio Bibilia inasema ya kwamba, Bibilia inasema ya kwamba Mungu akasikia sauti ya kijana. Ninataka ushike hapo, hata kama ni jangwani. Bibilia inasema ya kwamba na Mungu akaweza kusikia sauti ya kijana. Kwa hivyo hata kama mahali pale palikuwa palikuwa mahali ambapo hapana watu wengi. Ni kwa sababu hakuna watu ambao wanapendelea kukaa katika njangwa. Ni kwa sababu njangwa haina maendeleo. Ni kwa sababu njangwa iko na mambo mengi tu inakosa. Kwa hivyo pale palikuwa katika ule ukavu kuweza nitoa, lakini mchana wa leo, sikia neno la Bwana vile linasema. Neno la Bwana linasema ya kwamba, ati malaika wa Mungu akamuita Bwana Yesu, asifiwe. Biblia inasema ya kwamba, malaika wa Mungu akamuita akamuuliza, una nini wewe, una nini wewe. Unaweza kuwa umekaa katika kile kilio, umelia katika siku nyingi, umelia pasipokuwa na msaada. Ni kwa sababu mwanadamu alipeana ule msaada, angepeana na akamwambia, ya kwamba nimekuruhusu ukaweze kuondoka. Ni kwa sababu yeye ni mwanadamu, kwa hivyo aliachilia msaada wa mwanadamu pasipo kujua, au watu wanaenda wapi. Mwanadamu anaweza kuachilia msaada kwako, lakini ukafike mwisho. Ni kwa sababu mara nyingi waninasema ya kwamba msaada wa mwanadamu unaweza mwisho lakini ninashukuru Mungu ni kwa sababu msaada wa Mungu unaanzanga upya tena, wakati unaona kana kwamba imefika mwisho, naye Mungu anaanza tena, anaanza tena katika upya. Haikujalisha ni nini kilikuwa kimetendeka mahali pale. Difusa wakaweza kufukuzwa na mtoto wake, lakini Bibilia inasema ya kwamba Bibilia inasema ya kwamba malaika wa Mungu akamwita kwa hivyo siku ya leo ninataka nitie mtu nguvu, nimwambie kwamba malaika wa Mungu anaweza tumwa katika mchana wa leo, akakuite akakuuliza, una nini wewe? Kilio hiki nimesikia miaka nyingi ni ya nini? katika kilio hiki, katika jangwa hii nini, nini inaendelea? Lakini ninataka kukutia nguvu, nikuambia ya kwamba kunaye Jehova wa mbinguni ambaye wanasikia kilio, ni kwa sababu Haleluya. Mungu akasikia kilio cha mtoto pale jangwani. Kwa hivyo ninataka kusema ya kwamba leo ninataka kukuambia kwamba Mungu ako na uwezo wa kukutengenezia kizima mahali pale, unasikia kana kwamba ile jangwa, hauwezi kuendelea tena. Kuna mali inafika, unasikia ya kwamba hata nguvu imekuisha, hata tukisimama katika madhabahu tukutie nguvu, unasikia ya kwamba sina nguvu tena la kuendelea. Wacha nikuambie, jioni, mchana wa leo uka sababu hapo unaona umefika mwisho, ndio sauti inaenda kutokea hapo. Unaona kana kwamba wewe sasa una tumaini lolote, wacha ni kuambia ya kwamba hapo Mungu anaenda kutumana, hapo Mungu anaenda kutenda jambo jipya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba akamuuliza kuna nini wewe Ajiri? Sikia vile Biblia inasema. Biblia inasema ya kwamba malaika wa Mungu akamwambia, usiongope maana Mungu amesikia kilio cha mtoto. Nami ninataka kukuambia ya kwamba mchana wa leo jitie nguvu, usiongope, ni kwa sababu Mungu amesikia kilio. Bwana Yesu asifiwe. Tunapenda sana kuona kana kwamba watu wataweza kuunguzwa. Ndio wanaweza kuunguzwa katika wakati wa Mungu, lakini kama wakati wa Mungu ujafika, watanguzwa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Mungu akatuma malaika ni kwa ajili ya ule mtoto asiweze kuangamia pale jangwani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninataka kusema ya kwamba ondoa roho ya kuhurumiwa useme ya kwamba ule mwenye anaweza kunipatia huruma na akanihurumia, hakika ni Jehova akiwa mbinguni. Jehova ndiye anaweza kukuhurumia huruma ya kweli. Bibilia inasema ya kwamba Abrahamu alikuwa amependa Anjiri, ni kwa sababu Anjiri ndiye aliweza kupatia Abrahamu uzao wa kwanza. Wale wanazowasomi wa Bibilia unajua ya kwamba Anjiri ndiye aliweza kuzaa mwana kabla Isaka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Abrahamu alikuwa napenda ule mtoto, lakini ikafika wakati, ni kwa sababu yeye alikuwa mwanadamu. Ikafika wakati, Sara akamwambia, sitaki hao watu hapa, na sauti ya Mungu ikajidhihirisha katika ile nyumba, akamwambia ya kwamba fanya vile Sara amefanya, amesema. Kwa hivyo Abrahamu akuwa na adha wa Isaka kumwambia kwa ya kwamba hata kama ninakupenda, sasa ni wakati wako wa kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Iakaondoka, akaondoka akaondoka, akiwa jui kana kwamba anaenda wapi. Akaondoka akiwa jui anaelekea wapi, kwa sababu Bibilia unapoisoma inakuambia kwamba alikuwa anaelekea jangwani. Jangwani alikuwa anaenda kufanya nini? Kwa hivyo hii jangwani, kaa alikuwa tu anaenda pale, ataishiwa na nguvu waishie pale, lakini mkono wa Bwana ulikuwa juu yao. Aleluya. Mkono wa Bwana ulikuwa pamoja nao katika ile njangwa. Mkono wa Bwana ukuacha wafe. Maji inaweza kuisha, lakini niko na habari njema nikuambia kwamba hata kama i imeisha, Mungu ako na uwezo wa kuchipua kizima tena. Haleluya! Yale tunapewa na wanadamu inaweza isha, lakini Mungu hako na uwezo wa kuchipua kizima njangwani. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba mahali hapa ninasoma, ninasikia hapa na nitia nguvu, ni kwa sababu aliambiwa ya kwamba wewe usiongope, maana Mungu amesikia kilio cha mtoto huko aliko. Kwa hivyo Mungu amesikia kile kilio. Hajiri akaambiwa ya kwamba amka, ni kwa sababu Mungu amesikia kile kilio. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka kusema ya kwamba Mungu asubuhi nji mchana wa leo, anaweza kuwa katika ile miaka katika ile mapito Mungu anaweza kuwa ya kwamba ni wakati wake wa kutumana. Bwana asifiwe, nikutie nguvu, nikwambie ya kwamba ni kwa sababu ujui anatumana siku ngani, ni vizuri kuvumilia na kungoja Mungu ni kwa sababu hujui kama ni kesho, hujui kama ni leo, hujui kama ni mwakani, lakini kuna hali ya kuvumilia. Bwana Yesu asifiwe, amina. Bibilia haijatutajia walikuwa wamewekewa maji inatosha na aji, lakini hakuna mtu anaweza beba akienda safari refu, hakuna mtu anaweza beba zaidi ya mtungi zaidi ya mtungi moja. Kwa hivyo hata kama alikuwa amewekewa maji mingi kabisa, tuite lita tano hivyo akaenda na akatoka na akaenda, ni kwa sababu hakukuwa na namna. Na wewe unaweza kuwa mahali pale katika ile safari unatembea, unaambia Mungu katika njangwa, Jehova, ni wewe unajua ya kwamba ni mimi niko katika njangwa, katika njangwa. Jehova, ni wewe unaweza tengeneza njia katika njangwa. Jehova, ni wewe unaweza nichipulia maji nika yetu unakuta ya kwamba yale mapito unapitia peke yako yale Ni kwa muda, ni kwa muda. Mungu anakuja kuchibua machi. Bwana asifiwe. Wasife. Na ukiona ya kwamba uko karibu kukufa ni kwa sababu ya kiu, sio siku moja. Sio siku moja. Haiwezi kiu ya kwamba wa kwa hiyo sasa ninamwacha tu akakufe. Lakini sauti katokea mwenzako. Sauti, sauti, sauti, sauti katikati ya ile njangwa sauti, katikati ya ile kushindwa. Sauti katika ile hali ya confusion, ujui ufanye nini, ujui uende kwa nani, lakini kuna Jehova wa mbinguni huwa analeta suluhisho. Huwa ninasema mara nyingi ya kwamba, huwa ninasema mara nyingi ya kwamba mwanadamu anaweza kuleta suluhisho lakini wacha nikwambie, suluhisho ya mwanadamu huwa inaisha na ijulikanangi kama inaisha kesho. Bwana asife. Suluhisho ya mwanadamu huwa inaisha na anasahau kama alikuwa suluhisho kwako. Bwana asifiwe, anasahau hata Abrahamu wakati ambao aliyezaliwa mwana wa kwanza na ajili ilifika mahali yakakuwa ya kwamba imefika mwisho, hata endelea tena na kuishi na yeye, hata endelea tena na kuishi na wao, ni kwa sababu hali ya mwanadamu imefika mwisho. Na wakati hali ya mwanadamu inafika mwisho, ni vizuri sana kujua ya kwamba usimchukie. Ni Mungu anataka nikamtengemee hapa, ni Mungu anataka nikamjue zaidi. Kwa hivyo unainuka na kusema ya kwamba mwanadamu anaweza kosa kutoa msaada kwangu, lakini niko na neno moja, ninajua ya kwamba niko nana baba, ninaye baba anaweza chipoa kizima, ninaye baba anaweza tumana, mchana wa leo ni kwa ajili yangu kuinua tena katika jina la Yesu. Kwa hivyo ukae ukijua ya kwamba ukae ukijua ya kwamba katika hali ya kukaa na wanadamu wana msaada, wakati utakao koma, macho yako yataangalia wapi? Bwana asifiwe. Macho yako yataangalia nani? Wakati utapiga ile simu, usikie ya kwamba ichukuliwi, macho utaangalia nani? Bwana asifiwe. Wakati tulikuwa tunaomba kuhusu imani, nimekaa hapa nikasema, Mungu atusaidie sana, kwa sababu tunahitaji tuwe na imani katika Yesu. Bwana asifiwe. Na nikasimama hapa siku ingine nikasema ya kwamba wakati huu hali ya imani imetingizwa zaidi, imetingizwa sana katika Wakristo kwa sababu unajua ya kwamba mimi nikiwa hivi ninajua ya kwamba nichukuchukua hii simu yangu, nipigie watu watano, hata kila mmoja atanipatia 50 50, itakuwa nimekula sapa. Bwana asifiwe. Usiyejikata hivi ukajidanganya, hiyo ni imani. Bwana asifiwe. Tunahitaji tukaaminie Mungu, hakuna na ni wewe unakuja Yesu. Ukaaminie Mungu, ni wewe unakuja si ndugu yako. Sio baba yako, sio mama yako. Wewe ukaaminie Mungu, mimi Mungu unaniita mwana kwako, na ni wewe unaenda kukuja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unapotazama ule mama wakati alikuwa pale jangwani, pale jangwani hakuna mtu angetumainia. Hakuna. Hakuna. Ange kutumainia hata mwenye alikuwa na yeye akaweze kumletea maji. Ni kwa sababu hata ajui kule alienda, lakini ilifika wakati wake wa kuondoka. Na wakati ulipofika fika wa kuondoka Mungu akaondoka na yeye. Suka pate mbubumpia su mchana wa leo, na ukaondoke na Mungu Bwana asifiwe. Ukaondoke na Mungu katika kila muondoko. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, ni vizuri kuanza kuti. Ni vizuri sana Kujifunza kutegemea Mungu Bwana asifiwe. Ni vizuri sana Unajifunza kama ujui, anza kujifunza, anza kujifunza kutengemea Mungu. Unajifunza, unauliza Mungu, ni kwa sababu leo kumekuwa hivi na nifanye nini? Wacha kushinda saa yote, unaona watu wengi eh? Biblia inasema ya kwamba yote ya mtengemeaye mwanadamu amelaaniwa. Bwana asifiwe. Tukainue macho yetu juu, tukaone vile Mungu anaweza tenda Tukainue macho yetu tukaone vile Mungu anaweza tushika mkono. Kuna wakati kuna wakati na Mungu akitaka ujue kitu na uyelewe, do you know, Mungu anawekanga hata au, unaonanga kana kwamba hawezi kosa kukusaidia na kuambia anawawekanga ngumu ngumu, unakuta ya kwamba unaweza piga hiyo simu mara moja na izimwe, ama uwepo ile inaitangwa aje, kuna ile unapiganga inasema mbisi mbisi mbisi. Ehe? kwa sababu gani? kwa sababu Mungu anataka ukamujue katika kiwango, katika maisha yako ukamujue katika kiwango, ukamutengemee katika kiwango. Bwana asifiwe. Na nawacha niseme ya kwamba kanisa ya Bwana Mungu atusaidie sana, Mungu atusaidie na atuwezeshe, atuwezeshe. Wewe unainuka, unaamka asubuhi unatazama mtu, unaona tengemeo lako lote. Bwana asifiwe, na akiondoka atukuze Bwana. Si unaweza kuwa unategemea mama yako na ni mzee, na akiondoka Bwana asifiwe, utaenda na yeye? kuna mwingine alisema eri, ningezikwa na mama yangu heri ningezikwa na nani? Kwa sababu yeye ye tangu asaliwe ametengemea mama yake, ajawahi toka akajua ya kwamba watoto wangu wanatafuti yangu wa chakula, hiyo ajui. Lakini siku mama yake aliondoka duniani ndi anasema ya kwamba heri ningezikwa na mama yangu. Unazikwa na mama yako? kwani ulikuja siku moja na mama yako? siwache mama yako aende yake, na wee ufuate siku hiyo ingine. Bwana asifiwe ni kwa sababu yeye wakati aliinuka tu alijua ya kwamba tengemeo ni mama. Bwana asifiwe. Akiamuka tengemeo ni mama, tengemeo ni mama. Anaambia ndugu zake na dada zake, mimi mungeniruhusu nizikwe na wenkini, ambio, mama naye akakuta amezaliwa na wengine hawana huruma. Akamwambia ukitaka kumfuata wefuata mama, kwa sababu yeye katika ile kukua kuna mahali alijua ya kwamba katika hii maisha kunafika mahali ya kwamba mimi nikayapeane, mimi nikaambia Mungu mimi nimefika mwisho, wewe pale unaenda kutengeneza njia, sijui bila unaenda kutumana sijui. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu usitake kujua, wakati unapotengemea Mungu, usitake kujua naye anaenda kutumia njia gani? Bwana asifiwe, hiyo ndio shida yetu kubwa. Unataka atumie ule unataka. Lakini naye Mungu atumii huyo. Asipotumia huyo unamuchukia.